E, bwana shabiki wa Konde Boy, shabiki wa Harmonize, huyu hapa si mwingine bali ni Abikubanga. Abikubanga bwana, baada ya mafanikio makubwa ambayo yameonekana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na show ya Diamond Platinumz huko Uingereza, ni kwamba Abikubanga bwana bado ameonekana katika hali ya disbelieve wazungu wanasema, kwamba haamini kile ambacho kimetokea, na ameonyesha wazi kabisa, dhahiri shahiri, kwamba yeye anachokiona sicho ambacho watu ambacho wanachohisi kwamba kime happen. Kwa mujibu wa Bikubanga anadai kwamba nyimbo kwanza kabisa yani ame, amepinga kwamba show ile kwanza Diamond labda kama vile labda watu wote waliojitokeza pale walijitokeza kwa ajili ya Diamond. Ni kwamba kwa mujibu wa Bikubanga anadai kwamba ile show bwana, watu wamejitokeza kwa sababu kule London walitangaza kwamba kutakuwa kuna wasanii kadhaa kutoka Nigeria wanaenda kuperform na ndio maana watu wamejaa, kwa sababu wanawasupport na wanawakubali wasanii hao wa Nigeria, lakini kitu kingine ambacho amekizungumza watu waliojitokeza katika show ile ni kwamba wamejitokeza kwa sababu ya hawa hmm, wasanii wa Nigeria umeona bwana eh? So hicho ndo kitu ambacho Abikubanga amekizungumza na amesisitizia sana swala la kwamba Diamond ana hiti kwa sasa hivi, umeona bwana, msikilize hapa Abikubanga alichokisema, yani mutanuna mutavimba, mutakasirika, lakini siwezi kukubali kwamba wewe jamani, msanii mkubwa wakati ana current song kama ilivyokuwa single again, nyimbo zote ana zotmutanuna yani mutanuna, mutavimba, mutakasirika, lakini siwezi kukubali kwamba wewe jamani, ni msanii mkubwa wakati ana current song kama ilivyokuwa single again. nyimbo zote anazotegemea kuperform zinasikika sauti za watu mara inasikika sauti ya Faripupa, mara sauti ya Davido, mara sauti ya Kofi, afu anaambia huyo ni msanii mkubwa. Yuko stage ni ana perform, kwa nini asimbe ngoma zake? Asimbe babu hutulia babu au ngoma zingine. Umeshanelewa? kwa hiyo ukweli ni kwamba huyo jamaa ana current song anaimba yope yope ni ni ni ni ni nyimbo nyimbo nyimbo nyimbo yako yako na na mimi mimi baada ya ya kumsema, ameacha kuimba kuimba mama tetema ambayo alikuwa anaitumia sana kwenye show show show. Umeshaelewa? unaimba nikubali kwamba kwamba msanii msanii msanii mkubwa mkubwa, au wasanii wengine wanaimba wanaimba my number one, ambazo nao siwezi kukubali ile show show. Hakuna mtacho tuambie, Instagram wamejatangaza, lakini kule kwao walikuwa wana habari kwamba wale wasanii watakuepo kwenye show imeisha hiyo ya yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Abikubanga lakini, eh, kitu ambacho amezungumza ame wadau mbalimbali hapo wamekuja kuweka maoni yao eh. Kwa mfano hapa ukifungua kwenye upande wa comment section kuna mtu anasema kwamba bwana, je jeje je, aliimba mama yako kuna mtu amekuja kuuliza, kwa mtu anasema bwana umesema umesema babu tulia babu. Kwa mtu amekuja hapa amemtukana akasema kwamba bwana wewe unaonekana kwamba <laughs> siwezi kuisoma hii comment maana matusi ambayo yamewekwa hapa ni yanguoni. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana bado unateseka mpaka muda huu, kwa uchungu huo uliokuwa nao inabidi eh, tukuaishe leba ukazae. Mambo hayo haya. Huyu hapa mwingine amesema kwamba bwana, sasa wewe hata ukikataa inasaidia nini eh? mwezio anaingiza pesa, wewe unabaki na maneno haya. Mtu mwingine huyu hapa amesema amekuja ameandika kwamba utaolewa, fanya kazi hmm? huingii hata robo kwa Diamond kimafanikio. Amekukosea nini huyu jamaa? kila kukicha eh, unamzungumzia yeye kwa ubaya. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo, kwa mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana, huyu bwege hana jipya, huna nguvu yoyote ile ya kuongea chochote kumchafua Diamond. Yaani wewe hauna kitu chochote hmm. Bado nguvu yako ni ndogo sana, unajisumbua tu, nenda kalime, huenda huko utatoboa. Haya, mwingine huyu hapa amekuja hapa ameandika kwamba bwana, umeongea ukweli, hadi leo hii yope kweli ana perform jukwaani kwa nyimbo hiyo ya nini? Kwani hana nyimbo nyingine? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amekuja ameandika kwamba bwana, kweli wewe ni kiazi, hauna cha kuongea zaidi, hakuna cha kuongea zaidi ya kumzungumzia tu mwanaume mwenzio. Kwa mtu anasema kwamba bwana eh, huu ni ushamba, huyu jamaa hana lolote. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza kutokana na kile ambacho amekizungumza Abi Kubanga, lakini haijaishia hapo. Ni kwamba hapa kuna video nyingine tena Abi Kubanga ameiposti katika ukurasa wake wa Instagram akizungumza kuhusiana na swala hilo hilo la shows za Diamond Platnumz huko Uingereza. Msikilize hapa. Kama ule ukumbi hauingizi watu zaidi ya elfu tano, umeshenelewa. Na ule ukumbi walituambia sold out, lakini sisi tumeakiri timamu na tumeona ule ukumbi haujakuwa sold out. Kama unataka twende kwenye fact. Simu ambayo imeondoka nayo hapa kwenda nayo kule kwenye show sio chini ya watu hamsini sitini. Umeshenelewa. Na wenyewe wanakuja na timu zao, umeshanaelewa. Kwa hiyo ukija kupiga hiyo hesabu, unagundua, asilimia sabini ya watu waliokuwepo kwenye ile show ni watu ambao waalikwa, umeshanaelewa. Sasa kama mnataka tuende kwenye fact, tuende kwenye fact, inamlipaje sasa hiyo show? Unaondoka na watu zaidi ya 60, unaenda kwenye show ambayo inaingiza watu 1500, inakulipaje? Hata kama ndio hela za chama. Lakini kama mnataka tuende kwenye fact, hiyo show inamlipaje sasa? <laughs> <coughs> yeah. So hicho ni kitu kingine tena ambacho Abi Kubanga amekuja kukizungumza, kwa mdopa anasema kwamba huyu hapa anaitwa Wangala TZ amesema kwamba bwana, kama unaamini kwamba Diamond amejaza ile show like hapa, kama unaamini kwamba huyu jamaa pia like hapa, ana wivu kwa mtu mwingine. Hapa amesema kwamba bwana, leo umeonyesha dhahiri kwamba una roho mbaya cha kufanya wewe nenda tu ukajitundike. Kuna mtu amesema kwamba okay, so wameingia bure. Aya sasa. Na kwa nini wampe tunzo ya kujaza? Eh, bwana brother ungepumzika. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana wewe fala kweli yani. Kitu gani unaongea sasa? Maana sisi unachokizungumza hatukuelewi. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana, leo ume umepauka mzee wangu, yaani umepayuka, hakuna chochote ambacho umekizungumza. Umeonyesha jinsi gani uko na wivu moyoni mwako mambo hayo. Mtu mwingine, kwa hiyo unamaanisha kwamba amefanya kazi ya hasara au unamaanisha nini kaka? Ni bora ungenyamaza tu mkuu, kwa sababu Diamond alisha lipwa siku nyingi kabisa kabla hata hajaenda. Kwa hiyo kama ameenda pale na umati wa watu, ina maana kwamba pesa yake alikuwa ya ameshalipwa ameitumia, labda pia kama nauli ya familia yake kwenda kuenjoy maisha huko London. Kwa mtu